Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wazee, mkurugenzi wetu wa habari na mawasiliano, viongozi wa mikoa na watu wa Ukonga peoples, mimi naitwa Deogratias Mahinyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa. Eh, sisi tunaitwa Bavicha na mimi namshukuru Mungu nimekuwa sehemu ya eh, msafara wa makamu mwenyekiti wetu wa chama kuja kuzungumza na kushare experience na nyie watu wa Ukonga kuhusiana na nini wenzetu kiliwatokea mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, na sisi pia tunaweza tukawaambia mambo mawili matatu, kwa sababu na sisi pia tumetoka kwenye maeneo ambayo hayo yaliyowakuta hapa Ukonga na sisi pia tulikutana nayo maeneo mengine. Mimi mwaka jana na mimi nilichukua fomu na nilitia nia ya kuwa mgombea wa uwenyekiti wa kijiji kijijini kwetu huko, kijiji kinaitwa Berege, kiko wilaya ya Mpwapwa, mkoa wa Dodoma kwao. Na mimi ni sehemu ya watu ambao nililiwa kichwa. E, msimamizi msaidizi wa kata ya Berege alisema sina sifa ya kugombea wenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo mambo haya yalitokea taifa zima. E, wagombea wa Chama cha Mapinduzi la kitatu wote ambao waligombea kwenye serikali za mitaa, kwa maana ya vitongoji, vijiji, mitaa, Tanzania nzima wajumbe wote la kitatu, hakuna hata mmoja ambaye alikatwa kwa kosa lolote, iwe kukosea kujaza fomu wala kosa lolote. Lakini e, sisi wa Chadema nafikiri ndo tulikuwa tunafanya hayo wanayoita makosa. Sasa baada ya hayo yote, nafikiri ndo maana chama kilikuja na msimamo ambao na sisi kama baraza la vijana tunauunga mkono kabisa, msimamo wa no reforms, no election. <laughs> Lakini kwa siku za karibuni, naombeni niwatieni sana moyo wazee wangu, mama zangu na wanachadema wenzangu wa jimbo la Ukonga, kwa siku za karibuni kumekuwa kuna mahusiano makubwa sana kati ya mamlaka kwa maana ya serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vya taifa hili katika kuhakikisha vinawaonea wanachadema, vinawaonea watanzania ili tu kuifanya mamlaka iendelee kutawala, na wanadhani kupitia vyombo hivyo vya ulinzi na usalama wataendelea kubaki kuwa salama milele na milele. Sasa mimi nawaombeni niwatie moyo kupitia kisa kimoja cha e, marafiki wakubwa wawili kuna mtu alikuwa anaitwa Nduli Diamini na mtu anaitwa Milton Obote. Huyu e, Milton Obote yeye alikuwa ni waziri mkuu wa kwanza wa Uganda na baadaye akawa rais. Sasa wakati Uganda imepata uhuru mwaka 1962 huyu Milton Obote, miongoni mwa watu aliyokuwa anashirikiana nao kuitawala ile Uganda ni mtu alikuwa anaitwa Kabaka Edward Mutesa wa pili. Huyu Kabaka alikuwa ni mfalme wa Buganda, alikuwa ni kiongozi mkubwa wa hilo jimbo la Buganda, hiyo jamii ya watu wa Buganda, na yeye alikuwa na nguvu kubwa sana. Sasa ili Milton Obote atawale alikuwa ni lazima awe na, ma, na ushirikiano kadhaa, walikuwa na shirikisho kati yake na nani, Milton Obote kati yake na e, Kabaka Mutesa sasa haya mashirikiano yalienda, na baadaye sasa Obote akaona ili aitawale vizuri Uganda ni lazima amgeuke e, kabaka kwa sababu alikuwa anaona paka na ile jimbo la kabaka ni sehemu ambayo ina nguvu sana. Sasa atafanya nini ili kumteka kabaka na jamii yake na ile jamii yake nzima? E, Obote alikuwa anamtumia mtu anaitwa Nduli Idi Amin, alimpandisha vyeo kwa haraka haraka sana kule jeshini, na baadaye Nduli ndo aliyetumika kumpindua nani? Obote si sindio? E, sasa wakati Obote anamtumia Nduli kumpindua kabaka, kwamba hiyo jamii ya Buganda ni lazima we uondoke, na Nduli ndo jeshi langu. Kwa Nduli akafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha anamwondoa kabaka kwenye ile jamii ya Buganda. Hiyo kazi aliifanya nani? Nduli. Nduli alivyomaliza kumwondoa kabaka baadaye akaona hivi huyu Obote ni mtu sahihi kweli kuendelea ku, ku, ku, ku, kuliongoza hili taifa, kwa sababu aliona Obote hayuko kwenye mioyo ya wananchi. Nduli naye tamaa zikamwingia akamgeuka Obote, akampindua mwaka sabini na moja, yeye ndo akawa mtawala wa ile nchi. Na sehemu ya migogoro kati ya Nduli na Obote ilikuwa ni mzozo kuhusu madaraka ndani ya jeshi kwa sababu Nduli aliona kama Obote kuna watu wengine anaanza kuwapa vyeo ndani ya jeshi, lakini pia masuala ya mgawanyo wa fedha. Nduli akaona sasa, huyo Obote mimi nikimwacha anaweza akatengeneza mtu mwingine kuchukua nafasi yangu. Kupitia kisa hichi cha Obote na Nduli na Kabaka, na hii ndio historia ya mataifa yote duniani, leo CCM inawatumia polisi, inawatumia usalama wa taifa kwenye mambo ya hiana, kwenye mambo ya kuwaonea watu. Ipo siku. Ipo siku hawa mapolisi hawa watu wa usalama wa taifa na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, ipo siku itatokea migogoro ndani ya vyombo hivi. Wataanza kuona mbona fulani anapendelewa sana na mkuu wa nchi kuliko mimi. Wako watu wataanza kuumia ndani ya majeshi yetu, ndani ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kwa kuto kupewa nafasi na, na serikali iliyoko madarakani. Waasi wa kwanza watakao kuja kutokea kwenye taifa hili sio Tundu Lissu watakuja kuwa ni viongozi ndani ya majeshi yetu, kwa kuona kwamba ni kwa nini wao wako kwenye majeshi hawapati nafasi kubwa kwao, wakati huu ambao CCM inadhani polisi ni marafiki zao, jeshi la wananchi ni marafiki zao, usalama wa taifa ni marafiki zao. Ipo siku hivyo vyombo vya ulinzi na usalama vitakuwa na chuki kubwa na CCM kuliko Chadema. kwa sababu wapo watu watakao kuwepo kwenye majeshi wataona mbona sisi kila siku ya Mungu hatupewi nafasi. Na niwaambie ni kitu ambacho hakisemwi hadharani sasa hivi, huko mtaani wako watu wana vyeo vikubwa kwenye jeshi la polisi, wametoka kwenye maeneo fulani ya muungano kwenye taifa letu, wako ma-RPC, wako wakuu wa vikosi mbalimbali mbali. wanatolewa maeneo fulani kwa sababu tu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoka Zanzibar, na hatusemi hivi kwa sababu tunawabagua tuna, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi kwenye taifa letu na kwenye vyombo vingi sana vya ulinzi na usalama wako watu wanapewa nafasi kwa sababu wametokea wapi, yeah. mambo haya mambo haya CCM mkiendelea kuyashabikia mkiendelea kuyaona ni mambo mema na ya maana kwenye taifa hili, wako watu wanaotoka kwenye upande fulani wa muungano kwenye taifa hili walioko huko huko kwenye majeshi wataumia, na wataanza kuona ni kwa namna gani wajitetee. Sasa haya yote ambayo CCM mnayafanya, mara leo mmemkamata Lisu, mara leo mmemkamata makamu mwenyekiti wetu wa chama, kiuhalisia, wanafanya hivi kwa sababu wanajua watu hawa wanawaamsha Watanzania na CCM inaamini Watanzania wa belala. Sasa Mungu alivyowaajabu, Mungu alivyowaajabu kule South Africa, mzee Mandela aliwekwa jela wakiamini kwamba huyu tukimficha jela mapambano ya hawa watu kudai nchi yao yatakoma, lakini Mandela alikaa miaka ishirini na saba. Alivyotoka huko jela akawa rais wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo niwatieni moyo sana, Ndugu zangu watu wa Ukonga, lolote linalofanywa na CCM kwenye taifa hili, wao wanadhani watanzania wamelala. Lakini kiuhalisia, ukiwazuia watu wasiende mahakamani kusikiliza kesi kwa mfano ya Tundu Lissu, yale mabomu yaliyopigwa siku ile, vile virungu walivyopigwa siku ile watu wa Chadema, vimeisaidia sana Chadema kufikisha ujumbe wake kwa Watanzania kwamba taifa hili kwa sasa hatuna serikali inayojali haki za binadamu, hatuna serikali ambayo inajali haki za watu, hatuna serikali inayojali wananchi. Kwa sababu kama kweli wao wanatenda haki, kwa nini wanawazuia Watanzania wasifuatilie mambo ya mtu waliyesema wao wenyewe kwamba ni mwasi, ni muhaini, ni gaidi kwenye taifa letu? Kwa nini wanamzuia? Kwa hivyo vitendo vyao wanavyovifanya wanawasaidia Watanzania, wanatusaidia CHADEMA kuendelea kuwa na hoja za msingi kwamba watu hawa wanaowazuia Watanzania kwenda kuhudhuria kesi, watu hawa wataweza kuruhusu mwanachadema ashinde kitongoji? Sasa naomba nimalizie kwa mambo yafuatayo. Wakati naanza kuzungumza, nimesema sisi BAVICHA tunaunga mkono msimamo wa chama chetu wa no reforms, no election na mapambano haya tunayoyafanya watu wengi watatuona kama tume hatuna akili. Wakati mwaka 1954 wakati Mwalimu anaanzisha tano ulikuwa ukipita mitaani ukasema kwamba tunaenda kudai uhuru, watu walikuwa wanaona Nyerere kama kachanganyikiwa, yani, wewe Nyerere utaweza kweli kulifanya ili taifa lipate uhuru kwa hao wazungu? Hata sisi Chadema wako watu wanaotuona tumechanganyikiwa. Jambo lolote la maana ukiwa unalifanya, mwenye akili ndogo huwa anajua unapoteza muda. Naombeni niwatie moyo ndugu zangu wa Ukonga, Chadema ni mpango wa Mungu. Hakuna muda wowote wa tunaoupoteza kwa sababu tungekuwa tunapoteza muda au tungekuwa hatufanyi kitu cha maana, CCM wasingekuwa wanahangaika na Chadema. Kila tunapokwenda hapa tulipo wamehangaika, wanatuma watu, wako watu mmekaa nao hapo mnadhani ni wanachadema wenzenu lakini Samia na serikali yake imewatuma kwamba kahakikisheni hechi anazungumza nini Ukonga. Tungekuwa watu wa tungekuwa watu tusio wa maana, wasingekuwa wanahangaika na sisi. Kwa sisiemu wanafahamu kwamba Chadema ni chama kilichopo kwenye mioyo ya wananchi, mioyo ya Watanzania na ndio chama pekee ambacho ni chama cha upinzani kweli kwenye taifa hili na kina nia ya kuwakomboa Watanzania. Kwa hiyo asitokee mtu yoyote miongoni mwenu akawafanya mkaamini kwamba tunayoyafanya ni kupoteza muda. Sio kweli, tungekuwa tupotezi muda, CCM isingemkamata yoyote miongoni mwetu. Sasa naomba nimalizie kwa kusema mambo yafuatayo. Msitegemee, kwa kipindi chote ambacho Mheshimiwa Lissu atakuwa mwenyekiti wa Chadema taifa Joni Heche atakuwa makamu mwenyekiti wake, Joni Mnyika atakuwa katibu mkuu wa chama na mimi nitakuwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema. Msitegemee wakati wowote wa tutatoa kauli laini za kuwafurahisha <laughs> ni heri tutoe kauli ngumu ambazo nyinyi mtaamini haziwezi kutekelezeka lakini kauli hizo kama zitakuwa ni kauli sahihi zinazopaswa kutolewa kwa ajili ya kulikomboa taifa hili, sisi tutazitoa. Msipozitekeleza kauli hizo, nyie vijana wa Chadema, msipokuwa sehemu ya kuweka mikakati ya kutekeleza kauli hizo, dhambi hiyo haitakuwa ya viongozi. Dhambi hiyo itakuwa ya nyinyi wanachama wa Chadema, itakuwa ya kwenu nyinyi wa Tanzania kwa kutokutekeleza kauli na misimamo ya maana ya kulitoa taifa hili kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo, msitegemee tutawaambieni kauli za kufurahishana. Tutakuwa tayari kutoa kauli zozote ambazo hata kama zitaugharimu uhai wetu, lakini kama zitakuwa ni kauli za kuto kutufanya tu wafanyabiashara wa uhai wa watu kwenye mapambano haya ya kuidai Tanzania mpya, kauli hizo zitatoka, na kadri tutakavyoweza, tutazisimamia kwa sehemu yetu. Wako watu wanadhani Chadema ilianzishwa kwa ajili ya kumtafutia mtu fulani ubunge au udiwani au wenyekiti wa serikali ya mtaa. Hayo hajawahi kuwa ni malengo ya Chadema, na yeyote anayedhani chama hiki kimeanzishwa ili yeye awe mbunge aondoke Chadema, ili sio eneo sahihi la yeye kuwepo. Na Mheshimiwa makamu mwenyekiti, omba nitumie jukwaa hili hii taarifa ifike Wako watu waliigeuza Chadema kuwa ni biashara. Tunawajua kwa majina, tunawajua kwa sura zao, kokote mlipo. Wako vijana, tuko vijana, tume sacrifice maisha yetu kwa sababu ya haya mapambano ya kudai haki, mapambano ya demokrasia kwenye taifa letu. Waathirika wakubwa kwenye nchi hii wamekuwa ni vijana, wanaoongoza kwa kuvunjwa miguu wanaongozwa kwa kuuawa, wanaongozwa kwa kupelekwa majela. Ni vijana wa taifa hili. Hatutakubali mtu yoyote anayedhani yeye lipo kundi la watu wengi tu wa Ukonga wapo kumpigania yeye awe mbunge, anufaike yeye na familia yake. Hii ni mara ya mwisho Bavicha kuzungumza na watu wa aina hiyo. Ipo siku tutabadili utaratibu wa kuzungumza na watu hawa ikiwemo kuwaanika hadharani na kwa majina ni wakina nani wanadhani chadema ni biashara yao na wamekuwa wakikitumia chama hiki kufanya dili na chama cha mapinduzi hawa watu tunawafahamu kwa sura tunawafahamu kwa majina tunawafahamu wanakoishi kwa hiyo wajiite G55 wajiite jina lolote lile wanaloweza kujiita, na wako ambao hawako hadharani, tunawafahamu, wamejificha mahali, wanawatumia watu wengine. Sisi kama vijana wa chama hiki, mimi nikiwa mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema, kwa vile sisi ni kundi ambalo kwa mujibu wa katiba ya chama na mwongozo wa baraza letu unasema sisi vijana tutakuwa ni nguvu ya mabadiliko. Kazi hiyo tutaifanya kwa wivu mkubwa, na hatutaogopa mtu yoyote, kwa sababu hatuna cha kupoteza <coughs> kuwepo Chadema ni sacrifice, kuwepo kwenye mapambano haya ni sacrifice, ni kujitolea muhanga kwenye maisha yetu. Hatuwezi kukubali kuendelea kuwepo Chadema na tukawa vijana machawa wa kuwasindikiza watu kuendelea na biashara zao. Hilo hatutakubali mwisho mwisho, nawaombeni sana watu wa Ukonga, no reforms no election. Kila mtu anaiimba, na yako makundi mbalimbali yameanza kuiunga mkono. CCM wanaamini kukamata watu, kuua watu itawafanya muogope, lakini hiyo siyo kanuni ya kihistoria. Kadri unavyoua watu ndio unavyoongeza idadi ya watu wengine wengi walioko tayari kuuawa, vijana wa Chadema. Kama kesho mimi mwenyekiti wa vijana sitaamka nikiwa salama, hiyo isiwe sababu ya nyinyi kuacha kupigania mnachokiamini ni haki na kweli kwenye taifa letu. Kuna haja gani ya kuishi miaka themanini, miaka tisini? Halafu kama unaamini Mungu yuko siku ya mwisho uende ukachomwe moto. Vijana wa maana ni lazima tuwe tayari kuishi miaka yoyote ile bila kujali ya idadi yake, lakini ipo siku tukienda huko kwa Mungu tukakae kwenye kiti cha enzi. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana, asanteni sana.